Watu wamepigwa sana. Ukienda kwa mfano bwana uh, fedha wetu uh, Tito ni wakumwa kwenye maombi kabisa, alikuwa hawezi hata kugeuka, pigwa marungu ya uti wa mgongo. Makamu mwenyekiti ameumizwa sana, naibu katibu mkuu na viongozi wengine mbalimbali, mbali na watu mbalimbali wengi wameumizwa sana, na tuna uhakika hii namba itaongezeka lakini hatari zaidi ni kwamba tukiwa pale mortuary, pale emergency, wale wale wauguzi walitoa ushirikiano sana, wakasema hawa waliowapokea wanaendelea vizuri, lakini kuna mmoja amepelekwa mochuari. Tulipofika pale mochuari, walisema tunamaliza uandikishaji. Tukasema tutasubiri, mkishamweka kwenye friji sisie tumtambue. Hiyo ilikuwa ni, ilikuwa ni kauli ngumu sana kwao. Walianza kupigapiga simu polisi, baadaye gari lilirudishwa Rivers mpaka mlango wa mochwari, tukaomba kusaidia kubeba mwili wakakataa, lakini baadaye nafikiri ni inspector yule alikuwa in charge ile gari akasema, ngoja, akaja wa, alivyokuja wakatoa maelekezo, wakaingia kwenye gari, wakafunika wala maiti, wakaondoka na maiti. Sasa tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba angekuwa ni mtu ambaye amekutwa katika mazingira ya vifo vya kawaida, polisi hawakupaswa kuondoka na maiti ambayo ilikuwa imeshafika mochwari na, na, na walikuwa wamesha regista, na wakati wanaregista watu wetu pale walikuwa wanang'ang'ania kwenda kumuona kwenye gari. Nafikiri mheshimiwa Mbilinyi akasema kwa vile wanamregista huyu subiri wamalizi, wakimuweka mochwari wataondoka, alafu tutamwangalia mtu wetu sasa registration. Na yule yule bwana ambaye alikuwa na mochwari attendant yule alipotuona naye alianza kupata mashaka, kwa sababu aliporudi pale mlangoni nilisikia anawaambia kwamba huyu mtu nini kimemuua, niambieni ukweli, huyu mtu nini kimemuua.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 yamleta mheshimiwa Lissu mahakamani. Mawakili wataongea katika masaa machache anaokuja ama kesho, watakuwa na presi na mheshimiwa Lissu amegoma kule, tumepata taarifa ya kwamba kesi yake haiwezi kuendeshwa gizani. Watu wanakuja, polisi mmejaza kila mahali, unakamatia. Makamu mwenyekiti amekamatiwa Sarenda, anapigwa anaanguka chini, anadhalilishwa utu wake.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 mtasikia taarifa viongozi kuumizwa, polisi wanafanya wanavyotaka. Polisi juzi wamemkamata makamu ya wa mwenyekiti Kariako, wamezunguka naye kwenye gari, wakamwacha kwenye kituo cha daladala. Uhuni, ge, yani uhuni uliopindukia. Sasa kuna tipping point. kuna kukinai kwamba I've got nothing to keep Sina cha kuhifadhi, sina cha kujivunia. Wananchi wakifika hapo, na siku moja watafika, hii nchi itakuwa mahali pagumu sana pa kuishi. Unatakaje kuwa rais ama unatakaje kuwa mbunge kwa kuumiza watu kwa kiwango hiki? Ikusaidie nini? Yani hata kama wewe ni unakuwa rais unamiliki miliki New York yote unamiliki miliki uh, Paris yote unamiliki Toronto yote Then what? Then what? kwamba unataka kuwa mbunge kwa sababu watu wafe. Hii damu zinazomwagika nchini zitanena na, na laana yake hiyo juu ya watoto wenu na vizazi vyenu, na huo uchaguzi amtauona Hautauona huo mchaguzi, hamwezi kuona uchaguzi kwa kuua watu. Na hata mkichaguliwa mta hata mkiiba kura mtaandama na laana, sio nyie peke yenu mlio kwenye madaraka na watoto na watoto na, na wajukuu zenu Amen. Mnacheza na damu, mnaumiza watu, mnatesa watu, mnazalilisha watu, mnabambika watu kesi, mnajisikia kupiga watu, mnavyopiga mnajisikia kutesa watu na mnaenjoy, mnapata pleasure kwenye mateso ya watu. Sadism spirit yani, mnafurahi mnavyotesa watu, mnafurahi mnavyoumiza watu, mnafurahi mnavyokandamiza watu, mnafurahi mnavyoua watu. Mmeua wengi sana na mnafikiri hakuna chochote kinaweza kikafanyika. Mimi nawakikishia kwamba damu huwa inanena na mwisho wenu uko karibu sana. Maisha gani haya tunaishi haya?